Msikilizaji, simulizi yetu inazidi kunoga. Hii ni sehemu ya tatu. Pia hii ni chaneli yetu ya First Tv Tc, chaneli yako bora kabisa. Sitaki tikucheleweshi kucheleweshi, mtegee sikio. Msimulizi wako Ramasi Mbila aka Ramafinya <laughs> mimi ni Zainabu Ali aka Zdhe Princess, karibu. Hmm. Nilipotoka chooni nikiwa natembea kuelekea katika meza nikaona kitendo kilichoni kilichonishangaza yana kunifedhehesha, yaani Lilian, yani Lilian mke wangu ameshika glasi ya pombe anamnywesha binamu huku anacheka. Nilisimama nimepigwa na butwaa. Hiyo inamaanisha nini? Ndio ushemeji huo. Mbona unavuka mipaka? Mara binamu naye akamnywesha Lilian huku naona. Ijikuta, yaani, naumia moyoni. Nilienda mpaka mezani nikiwa nimenyong'onyea. Nilipofika hapo mezani, Lilian akaniangalia kisha akanisemesha akaniambia, bebi, mbona umechelewa kutoka chooni? Ulikuwa na nani? Akavunga kuniuliza. Aliponiuliza hivyo, nilimtazama bila kumjibu. Ndipo akaniambia, bebi, mbona umenyong'onyea? Aliniuliza hivyo, nilimjibu, mimi mi niko poa tu ila nimechoka. akaniuliza kwa hiyo unataka twende nyumbani? nikamjibu sawa tu basi. akamwambia binamu, shem tumalize kinywaji hivi utupeleke nyumbani, binamu akajibu sawa basi. Tukamaliza vinywaji, tukatoka umu hotelini, tukaenda kupanda gari. Tulipofika hapo kwenye gari, Lilian akawahi kupanda siti ya mbele. Basi mi nikapanda siti ya nyuma, moyoni sina raha, ingawa nijilazimisha kuwa na nomo. Yani kitendo kile kinifedhesha sana, kilinifadhaisha sana, kinifedhesha sana. Lili alinamnyesha binamu kinywaji, tena anacheka, alafu anachokunywa yeye na binamu, naye anamnyesha lili kinywaji anachokunywa yeye. Ina maana wanachangia mate? Ni ushemeji gani? tu ni ushemeji tu au kuna nini? Nilianza kupata wasiwasi wasi. Basi binamu alitoa gari kutupeleka sisi nyumbani, wa mbosu. Ndani ya gari ki, binamu aliweka wimbo wa mbosu uitwao mtaalamu. Lidiani alikuwa akiwimba huku anamtazama binamu, yani anaufatilisha ule wimbo, yani anaufatilisha ule wimbo unavyoimba, huku anamtazama binamu na wanatabasamu. Mimi nilitulia tu nyuma ya siti, moyo unauma, nashindwa tu kusema. Mala akatufikisha nyumbani, tukateremka. Mimi na Lilian tukagana na binamu, kisha tukatembea kuingia ndani. Wakati huo binamu alikuwa hajatoa haja, wakati huo binamu, wakati sisi tunatembea kuelekea ndani, binamu mala Lillian akaniambia bebi, nimesahau mkoba wangu kwenye gari, akarudi kuufuata. Mi nikaingia ndani, ukizingatia nilikuwa sina raha. Nilishangaa, ilipita kama dakika kumi ndipo Lilian akaja ndani. Ina maana walikuwa bado amefuata wa mkoba. Alifika, nikapanda kitandani nikiwa na nguo zangu. Lilian alifunga milango kisha akaja chumbani, alijiandaa kwa ajili ya kulala, yaani alivua nguo akabaki na dressing kisha akaja kitandani akaniambia bebi, si uvue nguo tulale. Aliniambia huku ananiminyaminya mgongoni. Kwanza nijifanya kujikausha, najifanya nimenuna, ndipo akanigeuza nikawa chali dili, akaanza kunishambulia mabusu, kunipapasa, kuja kutaamaki, shughuli imeanza ni hasira yote iliisha. Baada ya hapo ikafuata usingizi mnomo. Kesho yake niliamka mapema nikaenda mjini kwa ajili ya nilimwacha Lilian akiwa amelala. Basi nilikaa huko mpaka saa saba mchana ndipo nikaamua niende nyumbani nikale. Nilipopiga simu ya Lilian ili iende kula ikawa haipatikani, nikaamua kupanda bajaji mpaka Mburu. Nilipofika nyumbani sikumkuta Lilian. Nilipopiga simu yake ikawa haipatikani tena. Basi niliingia ndani kwa kutumia ufungu wangu, nikaangalia niingia ndani, nikaangalia kama kuna chakula, ila sikuona dalili za kupikwa humo ndani. Nilitoka nje kumuuliza binti fulani jirani, ambapo kuna kibanda cha nyanya nini anauza uza, jirani yetu, yule binti akaniambia lili kuaga na kwenda wapi, nikamuuliza, alikuaga na kwenda wapi, wapi? Akanijibu, alimwambia naenda mjini tu, na alikuwa amependeza sana. Nirudi ndani nikakaa sebuleni nikaanza kujiuliza lini, yani ameenda wapi? Mbona hakuniaga? Mbona anafanya hivi? Hata ndoa ijafika miezi sita. Niliamua niondoke, nirudi katika biashara, nipite kabla sijaenda kwenye biashara. Sasa niliona nipite majengo kwa binamu yangu. Niliona nipite kwa binamu yangu ili nimweleze suala lile la kuondoka bila kuniaga. Nilipofika nyumbani kwa binamu sikumkuta, nilikuta mfanyakazi wake Nil, nilimuuliza mfanyakazi, akaniambia hayupo, basi nikaamua niondoke. Wakati naaga ili niondoke, ili mfanyakazi akaniita, nikarudi kumsikiliza. Yule mfanyakazi wa binamu akaniuliza swali lililonichanganya kidogo. Aliniuliza, "Hivi kaka, Lidia ni mke wako au?" Nilimtazama kabla sijamjibu, ikabidi nimuulize ile swali. Ikabidi nimuulize. Ile swali lako linamaanisha nini? Akaniambia naomba unijibu, alafu nitakwambia. Ikabidi nimjibu. Nikamjibu, "Ni mke wangu." Na kwenye harusi ulikuwepo, ulihudhuria? Uli Akaniambia hivi, inawezekana gari moja likaendeshwa na madereva wawili kwa wakati mmoja? Alinieleza hili huo msemo. Nikamtazama nikamwambia, unamaanisha nini? Kisha akaniambia, sio siri. Akaniambia sio siri, kaka, una mwanamke mzuri. Nikamwambia mbona sikuelewi? Wewe ni msanii au unatunga skripti kama la mafinya Akacheka akacheka, kisha kantania, siku zote bora kula makande kwa kwenye amani kuliko pilao bila amani. Nikaona analetea usanii tu, nikamtania nikamwambia, hebu niache zena, akija binamu mwambie nilikuja nikaondoka. Nika, nika zangu kwenda kutafuta chakula kwenye mabanda. Wakati nikiwa na kula, mara simu yangu ikaita. Nilipompokea alinieleza kwamba alienda hospitali aliugua kichwa ghafla, eti na simu yake iliishiwa chaji. Eti simu yake iliishiwa chaji, hivyo akashindwa kuniambia. Akaniomba msamaha kwa kutoniambia. Akaniomba msamaha kwa kutoniambia. Basi nilimpa pole kisha nikamwambia nitawahi kurudi. Baada ya yeye kukata simu ikapita kama dakika tatu, mara binamu naye akapiga akaniambia amepata ujumbe kwamba nilifika kwake. Nikamjibu ndio, ndipo akaniambia alitoka kidogo na simu ilikuwa imezima. Basi nini, baada ya kumaliza kuongea na binamu nikakata simu, nikaendelea kula. Nilimaliza kula, kisha nikaenda kwenye biashara yangu. Ilipofika saa kumi na mbili nilipofika saa kumi na mbili jioni nikafunga biashara nikarudi nyumbani. Nilinua na chakula cha mgonjwa na cha kwangu, maana usiku hakutopikwa simu bebi anaumwa. Nilipofika nikakuta lilani amelala. Nilimsalimia kisha tukaanza kuongea. Baada ya maongezi, tulienda sebeni tukala, na baada ya kula tukalala. Kesho yake nikiwa pale kwenye biashara zangu, mara Zena mfanyakazi wa... mara Zena mfanyakazi wa binamu akapita. Nilipomwona nikamwita, alikuja huko anacheka. Zena ni mcheshi, binti mmoja mcheshi, mcheshi hivi. Baada ya salamu, ndipo nikamuuliza hivi, ile misemo yako ilikuwa inamaanisha nini? Akaniambia ni hivi, kikulacho kingoni mwako na usiamini vicheko. kwa heri, akaniambia. kwa heri mimi, nawahi kupika Zena alisema, kisha akaondoka. Nikamwita we, Zena, unamaanisha nini? Hebu njoo unieleze, baki na tafakari. Yani maneno, nikaanza kuchezwa machale? Au binamu na lile, yani kuna kitu, ila haiwezekani. Nijipa matumaini, lakini mbona Zena misemo yake inalenga huko na vile vitendo wanavyofanya kama pale bana kwenye gari. Ah, au inawezekana. Nilianza kuingiwa na wasiwasi, huenda binamu ananisaliti, niliwaza. Bora nimhamishe Lilian twendi Mpanda tukaishi, awe mbali na binamu. Inawezekana huu msaada wa nyumba ndio kinakuwa kigezo, ila nilijipa matumaini bado hawajafanya chochote niliona nikate fuse kabla umeme haujapiga shoti. Iliyofika saa sa, saba ule mchana nikatoka hapo nikaenda nyumbani kula. Nilipofika nyumbani nikaingia ndani bila kupiga hodi, wakati naingia hivyo nikamsikia lini anayakiwa jikoni, anaongea na simu. Nilibana sehemu, nikawa namsikiliza. Niliposikia ale maongezi nusura nizimie kwa hasira. Sikuamini masikini. He, Maiko anataka kuzimia kwani amesikia maongezi gani toka kwa mkewe Lilian lili yani? Um, na mke anaongea na nani? tukutane katika episode ya nne ya simulizi hii. Fuatilia mpaka mwisho, utajifunza kitu hasa katika mahusiano. Basi subscribe, like, tupia comment yako, pia share kwa wengine. Kwa niaba ya mtaalamu wa nyota wa ndoto Sheikh Ali Kambangwa, msanii V Baby, msimulizi wako Ramasimbila aka Rama, Rama Finya, ulikuwa nam Zainab Ali.